Karibu tena katika muendelezo wa simulizi yetu ya mafanikio ya kweli, siyo mali bali ni uwezo wa kuinua wengine kwa yale uliopitia. Tafadhali usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele upate notification pale tunapoweka simulizi mpya. Baada ya kupata mzigo wao wa kwanza wa dhahabu, Juma na wenzake walihisi wameingia kwenye mlango wa bahati, kwani walisota muda mrefu shimoni kutafuta dhahabu huku wakitoka bila matumaini. Lakini, tofauti na wachimbaji wengi waliokuwa wakikimbilia kuuza mali yao kwa watu wa madalali waliopo maeneo ya machimbo, Juma alipendekeza wawe waangalifu. Tusiuze kama watu waliokosa dira, tusiwe na haraka kwa sababu mali ni yetu na tupo hapa wote, Juma alisema, na akazidi kusisitiza tupeleke mzigo wetu mjini Mwanza ambako bei ni nzuri na wapo wanunuzi wa kweli. Marafiki zake mwanzoni walionekana kupinga ushauri huo, walitaka wauze haraka haraka na kila mtu apate chake muda huo huo. Lakini Juma alizidi kuwasisitiza na mwisho wote walifuata ushauri huo. Walipofika Mwanza, walikutana na mnunuzi mmoja mzee mmoja mzoefu kwenye biashara ya madini, mwenye macho ya hekima na sauti ya upole. Alipima madini yao na kuwapa bei ambayo Juma na wenzake waliikubali haraka, zaidi ya shilingi milioni sabini kwa pamoja. Wote walipigwa na butwa baada ya kusikia mzigo wao una thamani ya zaidi ya milioni sabini. Juma alihesabu milioni 25 kama sehemu yake. Hakuwahi, amewahi kushika kiasi hicho cha pesa maisha yake yote. Kipindi wenzake wakiwa wanahisabu pesa zao, juma yeye alilia kimya kimya moyoni mwake, machozi ya ushindi yakiwa yanamtoka. Bila kusahau mafanikio huja na mitihani yake. Juma alirudi Geita akiwa na fedha, heshima na jina jipya miongoni mwa wachimbaji na wafanyabiashara. Kule machimboni, wakamuita Juma wa madini. Juma alimpigia simu mama yake na kumwambia, mama, umasikini sasa ni baibai, bye bye, tumetajirika mama yangu. Mama yake Juma alifurahi na kumsihi Juma pesa alizopata azitumie vizuri, kwani akumbuke alipotoka. Kama nilivyosema mwanzo Juma hakuwa amewahi kushika hela nyingi kiasi kile kwa wakati mmoja. Kitu cha kwanza Juma alinunua gari aina ya Toyota kutoka kwa tajiri mmoja wa mtaa, akamtumia mama yake kiasi cha fedha ambacho alifungulia biashara ndogo huko Dar es Salaam, akapanga nyumba nzuri, kwani alikuwa bado hana sehemu maalum ya kulala. Akaanza kuvaa vizuri na maisha yakaanza kubadilika. Wachimbaji wengine walimwona kama mfano wa kuigwa. Vijana waliomaliza naye shule ambao waliendelea kusoma huko Dar es Salaam walikuwa wakienda kwa mama yake kumsalimia, wakisikia Juma amefanikiwa, walimtumia message za kumpongeza. Wengine walimwomba msaada, na Juma hakusita kusaidia, hasa kwa wale aliyowahi kushiriki nao maisha magumu. Lakini si kila aliyemtazama alimtazama kwa wema. Kati ya watu waliokuwa wanamfuata kila mahali alikuwepo msichana mmoja aitwaye Tina. Alikuwa mzuri, mwenye sauti nyororo na kabia za kisasa, yaani kama angekuwa sasa hivi angeitwa Slay Queen. Tina alikuwa amezoea maisha ya watu raha, kuwa kwenye mahusiano na wenye pesa. Alipomwona Juma akiwa na pesa, akaona fursa. Kwa miezi miwili walikuwa kama wapenzi wa filamu, wakila kwenye migahawa ya bei, kusafiri kwenda Mwanza mjini, hata kupiga picha za couple goals na kuzipakia mitandaoni. Lakini Tina alikuwa na uhusiano wa awali na dalali mmoja wa dhahabu aliyeitwa Mbwiga, mwenye roho mbaya na mwenye chuki dhidi ya mafanikio ya Juma. Mbwiga alianza kupenyeza maneno ya kumuharibia Juma. Alimweleza Tina kuwa Juma hana akili ya biashara. Atafilisika tu, usimwache hivi hivi, hakikisha na wewe unafanikiwa kupitia Juma. Mbwiga hakuishia hapo. Alimshawishi Tina aibe baadhi ya pesa alizokuwa nazo Juma. Usiku mmoja wakiwa wamelala, Juma aliamka usiku wa manane kwenda choone. Kabla hajarudi, Tina alikuwa macho, ndipo akatumia huo upenyo kuchukua simu ya Juma na kuhamisha kiasi kingi cha fedha kilichokuwepo kwenye simu ya Juma. Asubuhi, baada ya Juma kuamka aligundua kiasi cha fedha kimehamishwa kwenye simu yake, lakini alikuwa tayari amechelewa. Aliibiwa pesa nyingi kwenye akaunti yake na Tina naye hakuwahi kuonekana tena. Kama kawaida Juma aliumia sana. Alikumbuka mateso aliyopitia kipindi hana hela, maisha ya Dar es Salaam, aliyomwacha mama yake. Aliona kama umaskini unamnyemelea tena. Juma alijitafakari sana, aliamua kufanya jambo la maana kwa kile kiasi cha fedha yake iliyobaki. Aliandika mpango wa biashara, akaenda kwa wataalamu wa fedha mjini Mwanza kupata ushauri. Na kweli Mungu hamtupi mja wake. Juma alifanikiwa kwa kiasi kikubwa, alifungua biashara ambayo ilimpa nguvu ya kusimama tena upya na kujiita mtu mbele ya watu. Si biashara tu, Juma alifanikiwa kujenga nyumba ya kisasa huko kijijini alipozaliwa baba yake mzazi. Akaiandika kwa jina la mama yake ambaye alikuwa bado anaishi Mbagala. Akamhamishia mama yake Geita, akamwajiri mdada wa kazi wa kumsaidia nyumbani. Kilikuwa ni kipindi cha furaha ya kweli kwa Juma, sio kwa kelele za watu bali kwa utulivu wa nafsi na maamuzi sahihi. Pia alianza mradi wa kununua vifaa vya uchimbaji madini kama kompresa, pampu za maji na matoroli ya kusagia. Akawa tajiri mdogo, lakini mwenye maono makubwa. Aliwaajiri vijana wa mitaani waliokuwa wametelekezwa na maisha. Alifungua kikundi kiitwacho Wachimbaji wa Ndoto ambacho kilitoa mafunzo ya uchimbaji salama na elimu ya fedha kwa wachimbaji wenzake. Miaka michache ilipita tangu siku Juma alipokwenda Geita kuanza maisha mapya ya uchimbaji madini. Sasa alikuwa si tu tajiri wa mali bali tajiri wa busara na moyo wa kujitolea. Aliweza kujenga nyumba kubwa na nzuri katika kijiji cha Nyankumbu na pia kuanzisha kituo cha mafunzo cha ujasiriamali kwa vijana. Lakini jambo kubwa zaidi ambalo lilimfanya Juma awe mfano wa kuigwa lilikuwa kitabu chake alichokiamua kuandika. Kitabu hicho kilikuwa ni simulizi la maisha yake, magonjwa, matatizo, maumivu, mafanikio na mwisho wa matumaini. Alipoandika alikumbuka usiku wa kuvunjika moyo Dar es Salaam, alipoamua kukimbia maisha ya jiji na kuanza upya chini ya mti wa mikuyu Geita. Alikumbuka majeraha na hatari za mchimbaji na jinsi alivyoweza kushinda kwa nguvu ya matumaini na kusisitiza usikate tamaa hata pale ambapo mawingu yanaonekana giza zaidi. Juma alifanya mkutano mkubwa kijijini alipoalazimisha vijana wa eneo hilo kuja kusikiliza hadithi yake. Aliwahimiza wasikubali changamoto za maisha kuwa sababu ya kujiondoa. Aliwaambia, ndoto zenu ni mali zenu, msiache mtu au kitu chochote kikuvunje au kukatisha tamaa zenu. Kila mtu ana nafasi ya kufanikisha maisha, ni suala la kujituma na kuamini. Kwa mara ya kwanza, Juma alihisi amefikia kilele cha maisha yake. Si kwa sababu ya pesa tu, bali kwa sababu ya kuwa chanzo cha mabadiliko kwa watu wengi waliokuwa kama yeye zamani. Vijana waliokata tamaa, waliokuwa na ndoto, lakini walihitaji mfano na mwongozo. Mama yake aliishi amefurahi akimwona mtoto wake akipiga hatua kubwa kwa heshima na upendo wa wengi. Wote walifahamu kuwa hadithi ya Juma si hadithi ya bahati tu, bali ni hadithi ya nguvu ya moyo, uvumilivu na matumaini yasiyokatazwa na vizingiti vya maisha. Na huu ndio mwisho wa simulizi yetu katika. Mafanikio hayahitaji watu wenye moyo mwepesi, lazima ujivike roho ngumu ya kuto kukata tamaa, kuthubutu na pia kuhama eneo moja kwenda eneo jingine, kujipanga upya. Usisahau kuacha maoni yako na kusubscribe.